Kama bunge lina majukumu matatu: kusimamia serikali, kutunga sheria na kuwakilisha wananchi, yani kwenye kusimamia maendeleo ya wananchi na uwakilishi. Sasa katika kutathmini bunge katika maeneo hayo matatu, utaona kabisa kuna maeneo wamefanya vizuri na kuna maeneo hawajafanya vizuri. Kwa mfano kwenye legislative process, changamoto ni kwamba tu swala la uwajibikaji, bunge hili, kwa sababu alilikuwa halina swala la kambi rasmi ya upinzani E, sala la uwajibikaji wajibikaji, bunge kusimamia uwajibikaji wa serikali ndio ulikuwa unalegalega hapa na pale, kwa sababu tu moja muundo wake kikatiba. Tunapaswa tuwe na bunge lenye, lenye kambi ya upinzani. Nadhani mnafahamu hili ndio bunge la kwanza toka vyama vya upinzani umeanza kutokuwa na kambi ya upinzani. Kwa hiyo mimi nadhani ushauri wangu ni kwamba tunapokwenda, kama alivyozungumza mheshimiwa rais, uchaguzi wa uhuru na haki ili vyama vya upinzani viweze kupata wabunge wengi waingie bungeni waweze kuunda kambi ya upinzani. Hilo ndio jambo la msingi. Tunapokuwa na kambi ya upinzani ule ubora wa, wa bunge tulioona leo utaimarika zaidi, utaongezeka zaidi. Bunge la 12 limefanya mambo mazuri, lakini bunge linalofuata linaweza likafanya mambo mazuri zaidi endapo litakuwa na kambi ya upinzani. Kwa hiyo, mimi naomba kabisa kwamba tusirudi kwenye bunge tena Oktoba bila kuwa na kambi ya upinzani, kwa sababu tuliona faida huko nyuma, kipindi kile kamati za PAC kina Zitto walivyofanya kazi na wengine, vilikuwa vina, vina mambo mengi sana ya msingi. Kwa hiyo, tunasisitiza tu kwamba twende kwenye uchaguzi wenye ambao ni wa haki na uhuru, tusimwache mtu nyuma, watu wote washiriki na tukimaliza uchaguzi tuunde bunge ambalo lina mfumo wa vyama vingi na kambi rasmi ya upinzani.